Kwanza, hongera uh, sana. Asante, shukran. Leo tunasherehekea mwaka mwingine tena, tunaongeza namba eh? Ya, tunaongeza namba ni hmm, kitu cha kushukuru Mungu, ni kitu cha kiukweli cha, ku, cha kutoa sadaka, kwa sababu sasa hivi dunia, si unajua, maisha yamekuwa mafupi, watu wanakufa. Kwa hiyo hmm, kama Mwenyezi Mungu amekupa amekupa uwezo wa kuweza kuona mwaka mwingine hmm, Unasema alhamdulillah. Sawa, tumepiga stori na Chibaba naye amezungumza kwa upande wake, tunatamani kusikia kutoka kwako. Tunafahamu Whozu ni msanii, lakini pia ana imani yake, lakini leo umefanya kitu ambacho pia pingine, pengine kwenye imani ya kwako, ambayo labda ni idea ilitoka kwako ama ni idea ambayo ilitoka kwake, kiukweli kwa sababu nadhani hii ni mwaka wa pili, ule mwaka wa juzi tu ndo aliweza uh, birthday yake ilikuwa haijakutana na mambo ya kufunga. Huu ni mwaka wa pili tunaenda, um, tunakutana na birthday yake inagongana na, na, na Ramadhani. Na ule mwaka wa kwanza tulifanya party kama ya kawaida vile ya watu ku get together na nini, nakumbuka tulifanya kule E+. Tunakumbuka mwaka wa juzi, maana sasa hivi si tena tunaenda mwaka wa nne ujue hii. <laughs> Kwa hiyo um, ah, tupewe maua kwa kweli Mw. It's, it's it's not easy lakini, um, alhamdulillah tuna, tunaenda tuna, we, we move regardless. Kwa sababu kwenye mahusiano kwenye mapenzi hata undugu rafiki, lazima kwa kuna kuna kugombana here and there, lakini alhamdulillah, sisi tunawezaga kwa overcome. So as I was saying kwamba huu ni mwaka wa pili unakutana na birthday yake zikiwa zina, zinakuwa ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo um, uh, it wasn't my idea kwa kweli, mimi ingekuwa ni idea yangu sikufikiria kwa hivi. Mimi nilikuwa tu nimepanga tutamchukua mpenzi wangu tutaenda kufuturu labda sehemu tu nzuri yenye fitari nzuri, aite marafiki zake wawili watatu, kwa sababu there is nothing you can do kwenye Ramadhani. Lakini alivyokuja na yeye na idea, kwa sababu unajua kitu kama hichi sio cha kumlazimisha mtu. Yani kitu kama hichi lazima mtu aseme atoe mwenyewe kutoka kwenye, kwenye moyo wake. Mm. It's not something that nitamwambia. Sikia nikwambia, Shunu, unajua unatakiwa ukafanya hivi na hivi. No, no, no. Kwa sababu it's his day. It's not my day. Kwa hiyo nilivo, alivoniambia kwamba ah, shunu, mi nimekaa nimewaza, nime nikaona kwamba bora tuite watoto hivo, tufanye nini, iftar ifta, tufuturu nao, unaona, kama ni mtatoa sadaka. Nitafanya nini? And I was like, asam tu ukiambiwa kitu kama hicho, kweli unaweza ukapinga. Yes, huwezi kupinga. Na mimi I was very happy, nikamwambia sawa, niko na wewe I support you fully. Kwa hiyo tutafanya kitu na kitu chetu kitakuwa inshallah. Kwa hiyo ndo tuka ndo akafikiria, yani uwezi amini, yani this time kikweli, I'm so proud of him, yeah I am so proud of him kwa sababu a, yani, he did hakutaka ha ha hata usimamizi. Unajua, kuna ile kwamba like, Sababu, you're the woman in the relationship. Kwa lazima kuna vitu fulani fulani lazima uvisimamie, kwamba unajua kwenye chakula iwe hivi, kwenye nini yani, he did it from the heart. Allah ambarik, mimi namuombea, namuombea kila laheri. Yani pale alipotoa paongezeke, unaona apate, afanikiwe Mwenyezi Mungu amzidishie um, baraka zaidi, amfungulie milango ilipofungwa, vifungo vyote vilivyowekwa basi vikafunguke kwa hichi kidogo alichokifanya, mashallah. Kwa hiyo um, that's what I can say. Kwa hiyo ilikuwa ni ni kitu yake, ni idea yake na kusi kwamba imeenda vile alivyofanya, alivyoplan, it makes me very happy kwa kweli. Wema, nikikuuliza ni hili swali kama itakupendeza zaidi yes. Uh, mekutana na comments nyingi sana za za, ma za mashabiki wenu wewe na Whozu Whozu, uh, leo unaongeza namba nyingine hivi. Whozu una unamzidi umi miaka mingapi? Miaka sita? Sita. Yes. Ah, kwa hiyo zile wanasemaga Whozu anamzidi miaka kumi na tano ni kumi na tano. Niona comment ya shabiki mmoja. Hapana. Hapana, nimemzidi Whozu miaka sita ah. Okay. Eh, wamuulize vizuri Damange. Ndio <laughs> ndio <laughs> mwenye ndio mwenye nini zote. Yeye anajua. Eh, yeah. Okay. Eh, anajua. Yeah. Yeah. Yeah. Nimemzidi, okay, miaka sita which which mimi naona sio mibaya sana hata, so kama ingekuwa uh, kumi, kwani kuna kwani, uh, uh, shida iko wapi bwana, hata kama ingekuwa nimemzidi miaka 20. Mm-hmm. Ah, kuna watu wengine wanazidiana mpaka miaka 20, huko 25, sembu semie miaka sita okay. Ah, you guys mmekuwa kwenye mahusiano mk muda mrefu. Sasa hivi tunaenda mwaka wa 4, sasa hivi Roja mwaka wa 4 wa hivyo wa, wa, wa, wa, lakini tupo. Mashabiki wanalilia ndoa Wema, sasa hiyo ndoa ni... Unajua, mimi nasema kila siku, kwa sababu kwanza labda niseme tu, mm, labda um, mimi ndoa sio kitu ambacho naki, nakio nakiota, sijui unanielewa. Mm. na sio kitu ambacho labda nakitamani. Mm. Okay, kwa sababu pia nimeona watu, nadhani imeniharibu Um, psychologically watu wangu wa karibu pia, um, ndugu zangu, rafiki zangu nimewaona ndoa zikiwafanya, kwa hiyo sijui nimekuwa ni mwoga au tuseme kwamba labda sijui nimekuwa sijui, I don't know, lakini mimi na, na mimi naisigi ndoa. Ndoa ni mipango ya Mungu, kama Mwenyezi Mungu kawaandikieni ndoa itakuwa tu. Ndoa sio kitu cha kufosi cha kushukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba kuna upendo ndani yetu, na siku hizi wenyewe wanasema kwamba mkishaka zaidi ya miezi mitatu tu tayari ni kama mmewana vile, ndoa inakuwa tu ni kama vile mnakwenda kufanya official. Sio kwamba ni kitu kibaya no, sisemi kwamba ndoa ni kitu kibaya. Ndoa ni jambo la heri, lakini pia ni mipango ya Mungu, sio kitu cha mimi hapa kusema nataka nataka, au chashunu cha kusema mimi nataka leo no kama imeandikwa Allah kaiandika. Basi itakuwa insha Allah. Na hiyo hali yako ya, ya kutotamani ndoa imeanza lini? Um, so, sio mi hivyo, umeshawai kunisikia hata siku moja mimi nasema natamani kuolewa mi nimeshawai kusikia? no, no, watu, wa, watu wanajua kwamba mi natamanigi mtoto mm-hmm. Hicho ni kitu ambacho watu wanakijua kwamba Wema hichi anakitaka, lakini sidhani kama nimeshawai kuenda mitandaoni au kwenda out there nikasema kwamba naitaka sana ndoa, hapana. Ikitokea sawa, mi nasemaga he wala, kwa sababu ni kitu ambacho tayari kimeshapanga. Isipotokea pia haiwezi kuniumiza, kwamba sio kitu ambacho yani ni kitu changu, sijui unanielewa. Kwa sababu sio watu ambao wamenizunguka, nikizungumzia ndugu zangu wa damu, dada zangu, rafiki zangu wa karibu, nimewaona ndoa zinavyowafanya. Sawa, labda hiyo pia kidogo kama imenidisturb nikiona kwamba mtu mm, mnaweza mkao mnapendana alafu siku mnaoana tu ndo mnaleta shida, siju, unanielewa. So tunaona watu wengi tuna, Master J na Sha kwani wameoana wale sijui, <laughs> unanielewa, lakini wako wanapendana, ila kesho kesho kutu wanaweza wakasema waka introduce tu ndoa ikawa ndo mwanzo wao na mwisho wao, ikawa yani ndo mwisho wao wa relationship. So it's not like siipendi lakini it's not something that drives me yani sio kitu ambacho kinani drive kwamba leo hii Wema i cannot live without ndo. no no no no yani lazima itako yani, it'll just it's going to be very something very something Okay. Wema mama okay, so, kama ikitokea leo mnaoana na chibaba unatamani chibaba afuate dini yako au uende utafuata? um, uh, mimi kiukweli I'm so, I'm not a, uh, I'm not a pushy person. mimi naweza kusema mimi niko kama marehemu babangu. Marehemu babangu mimi alikuwa Roman Catholic lakini hajawahi hata siku moja kutufosi sisi kwamba ni lazima muwe wa Kristo au ni lazima mfate nini, no. Kwa hiyo mimi whatever that itakavokuwa mimi am, I'm a very easy going person by the way yani, mimi I'm not I'm not about mimi sinaga sheria sinaga sijui principles, yani mimi whatever comes I take it the way it is ya, ndo maana mimi waga nashukurugi sana kwa kila hali. mimi na, I, that's the way I am Okay. Chimama, yeah. Uh, nakumbuka kama sijakosea, kama mwaka jana, mwaka juzi, ulikuwa nasherekea ya birthday yako, na moja kati ya moment ambayo ilienda viral ni kuhusiana na mama mkwe wake na Whozu. Uh, al, al, alikuwa hakupendezeshwa na moment ambayo ilikuwa inaendelea pale kwenye birthday yako. uh -huh. so far, um, mahusiano ya ya Whozu na mama mkwe wake, kwa maana kwamba mama yako. uh -huh. Yakoje sasa? So, hivi umesha clear ama yako okay? Yeah. yako okay, um, and that is kwa sababu mwisho wa siku mama, mimi na, nasema kwamba mapenzi maisha yangu mimi ya mapenzi, hayo hayamhusu mtu yoyote, not even you <laughs> yananihusu mimi na mpenzi wangu, hayatakiwi kumhusu mtu yoyote mwingine. Kwa hiyo hata kama mtu hapendi, as long as mimi na mwenzangu tuko sawa, the rest don't matter an yani, that is that is, that is is how I feel. Whether I'm right or wrong, sijui lakini um, nachojua ni kwamba mama haina hana shida, mama yuko okay. Lakini this goes out to everybody out there, this is not about my mom or my family, to anybody out there kama ana shida na mahusiano yangu mimi, basi that's up to them kwa sababu mimi sijawahi kuwa na shida na mahusiano ya watu wengine, kwa nini wao wawe na shida na mahusiano yangu? Mi mimi waniache, niko happy, niko very, very okay. Sijawahi kumlilia mtu shida, kusema kwamba kuna nini whatever, na hata The other time, nakumbuka um, kulikuwa kuna video sivyo? Ilienda viral mimi na Lia. Yeah. Watu wakasema kwamba hichi ni Whozu. Mimi sijawahi kusema mm. Mimi nilikuwa napitia kwenye kipindi kigumu, nilikuwa na undergo issue zangu. Tena nakumbuka that day nilikuwa nimepigiwa simu na mchungaji mmoja, alikuwa ananiambia kuhusu masuala ya kuniombea kusudi ya kupata mtoto. And I was in my very lowest mood. Sijui nanielewa. So After that I was just not feeling okay and I just decided to let it out. Kwa sababu kwenye kulia kwangu sijawahi kusema kwamba nalia kwa sababu ya chibaba. <laughs> Ila nao watu tu wakaenda wakatoa na wao waka waka uh, judge mambo walivyoweza kuya judge. Kine, at the end of the day you cannot stop anybody from thinking whatever they want to think. Kwa hiyo hivo mimi waga na waacha gato okay, yes, yes. Ina, ina, ina maana uh, shida yenu iliyotokea na Chibaba haijai kukufanya ukawa lonely, yani haijai kukupa sadness yote yani, kwa sababu of course ukigombana na mpenzi wako lazima uwe lonely, lazima uwe sad. Na mimi na Chibaba ni practically kama tunaishi pamoja. Yaani ni kama tunaishi pamoja yeah. It's like we practically married. Mm. You know? Kwa hiyo kuna yale mazoea too much. Kwa nikiwa siko okay na mpenzi wangu, nisipomuona siku mbili siku ngapi, of course lazima ita nini, lakini hatujai, mimi ninavyokuambia, hatujawahi kukaa apart apart na Chibaba for more than four days <laughs> yani tutagombana tutagombana tutagombana tokea tumeanza relationship, lakini tutakaa apart maybe siku mbili ya tatu tumeshapatana. Kwa hiyo na ni nani, vitu ambavyo ni vya kawaida vinatokea katika maisha ya mapenzi, so it shouldn't be surprising nani mara nyingi wanasuluhisha mahusiano yao. Um, mara ya kwanza wakati tunaanzaanza mahusiano ilikuwa ni watu wetu wa karibu sana sana, atakuwa labda dada yangu au labda mama yake au labda rafiki wa karibu vile kina Natali DSN, lakini sasa na wao ikafika point wakachoka. <laughs> Maana unajua wanasema watu mkipendana sana mnagombana sana, na sisi tunaweza tukagombania kitu cha kipuuzi kabisa alafu tukanuniana,

Mungu yenu ndo anawivu, sawa kwenye, kwenye kusuluhishwa sawa. Uh, inasemekana pia mambo yake ya management yaliwahi kuwa inaingilia ya mahusiano yenu maybe labda kwenye kushauri kwenye kumpangia which, yeye anajiona yuko in love, ila wao labda wa kuna vitu wanaviona, imewahi kutokea vitu gani? Labda wanaviona, imewahi kutokea. Namna yote management yake imeingilia mahusiano ya, anyway, na Whozu mm -mm, as far as I'm concerned mimi sijawahi kwanza, apart from everything mimi naweza nikasema kwamba like hata kuna kipindi nilikuwa nikigombana naye nampigia simu Freddy nampigia simu Frankie hivyo, kwa hiyo um, hawajawahi kuwa na shida lakini I think this is something that um,

Yeah, so I, I don't know how people wanakuwa nachukulia sijui. Yaani, sina cha kusema zaidi. shimama kwako kwa kwa ilikuwa ina ku disturb kuhusishwa wewe kutoka Whozu, kule too much money, wakakuhusisha na wewe kwamba ukishauriwa kuhusu mapenzi unaacha leo. Sasa unajua nikwambie kitu mami, mimi waga kitu ambacho naona hakini yaani hakiki, hakiki, hakina ukweli ndani yake, mi wala hakinisumbuaje na ndio maana vya, vya, vya mitandaoni waga naviachaga tu mitandaoni. Kwanza mimi mitandao kwa sio kitu ambacho nakipenda. ni sio kitu ambacho nikikwambia, mimi naweza nikapost picha nakuondoka nisiingie Instagram hata, yani naweza nikachukua muda mrefu muda mrefu. Siku nikisoma comments lazima utajua, kwa sababu lazima nijibu. Kwahiyo na mimi ndio maana huwaga na, na kuwaga nasoma comments alafu unaona nasoma comment and then I mean, see, na na post kitu changu and then naondoka. Nikisoma comment mm, ah, kimeumana. <laughs> Wema, nimekusikia kitu hapa na kimekuu kwa sababu pia kitaenda mtandaoni, kitasambaa. Yeah. Wewe unaamini kwenye ndoa? Am um, mimi siamini kwenye ndoa kiukweli. Yani mimi ndoa sio kitu ambacho kina ni drive. Okay, yani ndoa is not something ambayo I cannot live without. Ikitokea sawa hewala, isipotokea pia sio kwamba itaniumiza, au nitakuwa nita niko Mungu wangu demoralized. I can eat, I can sleep. No, no, no. It's not something that that drives me. Kuna kitu nikisema kwamba wewe na Whozu mko kama mko kwenye ndoa. Yaani maisha yenu. Yes, kwa sababu we practically, yani we we practically live together yani

Yaani, kwa sababu maybe watu wanasema wanataka ndoa, basi na sisi hapa tunataka ndoa sasa hivi inabidi tu na na na kwa sababu <laughs> kwa <sababu laughs> upana ina mengi yeah, yeah. hata alikuuliza Roja hapa kuhusu mama yeah. moja kitu yeah. mama kufurahia kumwona mm. anasikia Whozu mnaishi, lakini ajienda mm. kutambulishwa yani mm. kwa nini lakini mbuna? kwa sasa hivi she knows, anajua okay. na sio so, ni upande zote mbili wanajua, sio upande wangu tu, hata upande wake wanajua mm, kwa hiyo it's, it's, something that's there, ndio maana anasema hivi mm ile swala la ndoa hiyo, ni mipango ya Mungu. Ndoa ni, ni mipango ya Mungu, Mungu ata, ata tua, ata tua. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu atatoa ile kwamba sasa hivi hawa sasa wanaenda kuhalalisha mbele za haki, inshallah siwezi Wanavyosema wozu anakaa kwako, kwa sababu hizo zinasemekana, sijui hata nisemeje wozu, yani, <laughs> wozu ana kwake na mimi nina kwangu. Kokote nitakapokuwa na yeye yupo, maana mimi kokote atakapokuwa na mimi nipo, sijui nanielewa, hivyo unaweza kuamini kwamba, um, kwa sababu pia tunachoka kukaa sehemu moja, sijui unanielewa. Alafu the fact that kila mtu ana kwake, basi hiyo ni it's an extra fact is an extra factor kwenye kwenye mapenzi yetu kwamba tukichoka huku tunaenda kule, tukichoka kule tunarudi huku so that, that that does not that does not it doesn't like I don't know if